Baba wa mbinguni, Mungu Mwenyezi, wewe ni mfalme wa milele, umevikwa ukuu na nguvu. Kiti chako cha enzi kimeimarishwa tangu zamani. Wewe hunena na mbingu hutetemeka. Wewe uamuru na dunia hutii. Ninakushukuru Bwana kwa zawadi ya neno lako linaloongoza hatua zangu. Na kushukuru kwa Roho Mtakatifu ambaye huniongoza katika kweli na hufunua mambo yaliyofichika. Baba, ninakuja mbele zako nikiomba msamaha wa dhambi zangu. Nisafishe kutoka kwa kila uovu na huisha roho iliyo sawa ndani yangu. Kama vile umenisamehe, nami nasamehe na kuachilia wale wote walionikosea. Chunguza moyo wangu, e Mungu wangu, na ondoa chochote kinachonizuia kusikia sauti yako kwa wazi. Acha neno lako liwe dira yangu na Roho wako Mtakatifu aongoze kila njia yangu. Katika jina la Yesu ninatangaza na kutamka kwamba machafuko hayatakuwa na mamlaka juu yangu. Nakemea kila uongo wa adui unaotaka kuficha ukuu wako kwangu na kupotosha usikivu wangu. Bwana, najisalimisha mapenzi yangu kwako. Linganisha tamaa zangu na kweli zako, nisaidie kutembea katika uwazi wako kuongozwa na na taa ya ya neno lako na sauti ya Roho wako. Asha kila uamuzi ninaokabiliana nao undwe na hekima yako na kuthibitishwa na ushauri wako. Katika jina la Yesu, natangaza kwamba hakuna silaha iliyoandaliwa dhidi yangu itakayofanikiwa. Nakataa kuongozwa na hofu au mifumo ya dunia hii. Katika jina la Yesu, nasema baraka juu ya maisha yangu na juu ya wapendwa wangu. Acha uponyaji utiririke katika kila eneo lililovunjika, mwili, akili na roho. Na roho, nakemea magonjwa na maradhi, msongo wa mawazo, wasiwasi na kila shambulio la adui. Katika jina la Yesu, nifunike mimi na wapendwa wangu chini ya kivuli cha mabawa yako. Linda mioyo yetu, akili zetu na njia zetu. Bwana, ninaposema maombi haya pamoja na kila mmoja anayesikiliza, na shukuru kwa kila moyo unaofunguka mbele zako sasa hivi. Tunakuja kwa maafikiano tukiombeana, tunaomba ulinzi wako na baraka zako. Asha Roho wako Mtakatifu atuongoze kama mwili mmoja katika Kristu. Thibitisha mapenzi yako na tuimarishe katika kweli yako. Katika jina la Yesu tunadai ushindi. Tunatangaza uponyaji na baraka. Nasi tunakushukuru kwa ulinzi na mwongozo wako. Tunakushukuru kwa neema zako. Tunakushukuru kwa yote unayotenda. Mapenzi yako yaendelee kutimika katika maisha yetu kama ilivyo mbinguni. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Asante Bwana kwa kusikia na kujibu maombi yangu. Katika jina kuu la Yesu Kristo.